Unapopata unapo ujauzito unatakiwa ule hayo makundi asikosekane, kwa sababu sasa hivi kuna kupungukiwa damu. Sasa hivi unaweza ukakushangaa, mama anapata kizunguzungu, lakini ni lishe duni. Lakini lishe duni pia inachangiwa nanye wakinababa, wa baba wengi hapo, yani wanajieleza vizuri hao wa ndio wanaume, lakini asilimia kubwa wakinababa, wa baba wengi hivi wanapenda kulelewa. Hey, hey, hey. Hey. Kumbe ndio likuwa unaelekea huko hey. He he. Wanapenda kulelewa baba, sasa hivi ukimwambia nipe hata elfu na mia tano nikanunue mchicha, yaani mnakosana hapo, maelewano hakuna anakuambia unapeleka vikoba ah, lakini ukimkuta hotelini unakuta amesheni uh, sahani za vyakula lakini kutunza mbura, familia hapana. Na ndio maana unaona uh, nyondoa nyo nyingi sasa hivi zinavunjika, visababishi ni wakina baba uh, okay. Watoto wengi wa mtaani wanachangiwa na wakina baba. Watoto kutokuchangiwa chakula shuleni uh, ni wakina baba. Sasa uh, hivi mimi nashtakiwa uh, na kesi kwa mtendaji uh, mwanao ajachangiwa chakula shuleni uh, lakini baba anakuambia mama nenda. Yeye hataki, anaogopa aibu. Hmm. Hanya, wa baba ndio wanasababisha udumavu kwenye familia wakitutunza vizuri mbuna, watoto watapatikana wenye elimu nzuri, utapia mlo utakuwa hakuna mbuna. Baba ukimwambia ni peke kliniki anakuambia tangulia, nitakukuta yaani hapo mtakutana usiku. Fanya kweli usibaki nyuma, mtu ni afya.